Kuna kashfa nzito ambayo inaendelea ambapo mjumbe wa Baraza la Wawakilishi anaendesha ikulu ya Tanzania. Novemba mwaka jana, Rais Hussein Mwinyi alimteua Said Ali Juma ambaye ni mnikuru wa ikulu ya Tanzania kuwa mjumbe wa Baraza la Wawakilishi wa Zanzibar. Kufuatia uteuzi huo Juma alitakiwa kuacha mara moja kazi ya mnikuru yenye makao makuu Dodoma na kuhamia Zanzibar akaripoti kwenye kazi yake mpya ya mjumbe wa baraza la wawakilishi. Lakini kwa kuwa kazi ya mnikuru ina upigaji mkubwa wa pesa kuliko nafasi ya mjumbe wa baraza la wawakilishi, Juma ameendelea kufanya kazi ya mnikuru huku akiwa mjumbe wa baraza la wawakilishi. Juma ni ndugu wa karibu wa kifamilia kwani ni mtoto wa dada yake na Samia. Hii ni mara ya kwanza kwenye historia ya Tanzania tangu ipate uhuru miaka 64 iliyopita, kwa mjumbe wa baraza la wawakilishi wa Zanzibar kushika nafasi ya mnikuru wakati huo huo mmoja. Kazi ya mnikuru ni kiongozi mwenye dhamana ya kusimamia masuala ya uendeshaji na utunzaji wa mazingira ya Ikulu, ikiwa ni pamoja na ukarabati wa majengo na samani, manunuzi na sherehe za Ikulu. Pia mnikulu ana majukumu ya kuratibu shughuli za kiutawala na kusaidia katika kutekeleza maagizo maalum ya raisi. Nikuru ni msaidizi muhimu wa Rais. Samia alimteua Juma kuwa Nikuru baada ya kutokea msiba wa kifo cha hayati John Pombe Magufuli Machi 17 ya mwaka 2021. Kitendo cha Samia kumwachia Juma aendelee kuwa mnikuru licha ya kuteuliwa kuwa mjumbe wa Baraza la Wawakilishi la Zanzibar ni mwendelezo wa uendeshaji wa ikulu na serikali kindugu na kifamilia chini ya Samia bila kujali katiba, sheria, kanuni na utaratibu wa nchi na serikali. Naam Nita rifa ya kashfa kuhusu mheshimiwa Saidi Ali Juma ambaye aliteuliwa kuwa mjumbe wa Baraza la Wawakilishi wa Zanzibar.